Habari za wakati huu mtazamaji wa Segerea Adventist Media, ninayo furaha ya pekee kukukaribisha katika wasaa huu mzuri, wasaa ambao tumepata fursa ya kuzungumza ama tutazungumza mambo kadhaa kuhusiana na sikukuu za vibanda. Mimi ninaitwa Ana Nchama, siko peke yangu hapa, niko na mtumishi wa Bwana ambaye nitakutambulisha ni nani, tutaenda kuzungumzia mambo machache kuhusiana na sikukuu za vibanda. Unaposikia kwenye sikio lako sikukuu za vibanda, unawaza nini na nini kinakujia kwenye akili yako? Basi tutamkaribisha mchungaji kwa ombi, na tukirejea nitakujuza kile ambacho tutaenda kukizungumza moja kwa moja. Pasta, habari za wakati huu? Nzuri sana, karibu sana, ujisikie uko san na amani kabisa. Asante sana, nashukuru sana. Mtazamaji anatamani kusikia nini, maana ya makambi au sikukuu za vibanda? Naamini atabarikiwa katika siku ya leo Amen. Basi nikukaribishe utufungulie, ni kwa ombi tunapoanza kipindi hiki. Basi tuombe, tufumbe macho. Mtakatifu Mungu wetu, Baba yetu na rafiki muumbaji wetu na Mkombozi, jina lako lililokuu sana litukuzwe katika wakati huu. Asante kwa sababu ya kipindi hiki ambacho Bwana umetuweka mahali hapa ili kikatumike kuwa baraka kwa wale ambao tutapata nafasi ya kusikia, kutazama na kutafakari tunajiweka mikononi mwako mwanzo wa kipindi hiki hata mwisho, maana tunaomba tukiamini katika jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu. Amina, amina. Mtazamaji, huyu ni mchungaji anaitwa Nicolaus Rupio na tutakuwa naye hapa kwa dakika kumi na tano. Ni, ni kwamba katika mtaa wetu wa Segerea tutakuwa na makambi ambayo yataanza tarehe mbili mwezi wa nane mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Sasa tunatamani kufahamu ni vitu gani vya kuzingatia tunapokuwa tunazielekea sikukuu hizi za vibanda. Na mchungaji moja kwa moja, nitamani ni kufahamu au mtazamaji anatamani kufahamu nini maana ya makambi ama sikukuu za vibanda? Asante ah, sana Karibu. Ah, makambi nini maana ya makambi? Makambi ni sherehe sherehe eh, makambi makambi ni sherehe. Hata nitamani useme amina kwanza, amina. Eh, makambi ni sherehe kwa kweli eh, sherehe hii ni sherehe ambayo inaambatana na agizo. Ni sherehe lakini ni agizo, agizo la nani? Agizo la Mungu mwenyewe hmm. Eh, kwa hivyo wakati dunia inasherekea sherehe nyingine hmm. eh, wana sherehe mbalimbali, lakini wana sherehe kubwa ile ya mwaka mpya, lakini wale watu wa Mungu kabisa Watoto wa Mungu kabisa hmm. wao wana sherehe inaitwa sherehe ya makambi au sikukuu za vibanda hmm. kwa hiyo kuna watu wa Mungu ambao wanasherehekea sherehe tu ziko nyingi duniani hmm. lakini kuna wale wanaitwa watoto wa Mungu hmm. wana sherehe na sherehe hiyo inaitwa makambi au sikukuu ya vibanda kwa hiyo ni sherehe ndani ya kanisa la Waadventista sabato lakini ni sherehe ambayo kwa kweli inamhusu mwanadamu yoyote yule hmm. lakini ni sherehe inayoambatana kuwa ni agizo la Mungu kwa hiyo, sherehe hii ni tofauti na zingine, kwa sababu hii ni sherehe, lakini Mungu ameiagiza sherehe hiyo iwe yaani. Nilitamani kukuuliza kwamba kuna tofauti gani kati ya hii sherehe na sherehe zingine ha, kuna shaka tutaeleza tu ha, kuna tofauti gani ndio hmm. Sababu nikasema sherehe nyingine zote ni mtu anatengeneza ana, ana, ana, ana, na inakuwa sherehe hmm. Unaweza ukatengeneza sherehe ya kuzaliwa hmm. E, unatengeneza Unaweza ukatengeneza sherehe, umepata mtoto, umevuna mavuno, umefaulu masomo, umetunukiwa ume tuzo, unafanya sherehe. Hizo ni sherehe, lakini ni za kwako. Lakini hii tunayoisema, <laughs> hii ni sherehe ambayo ni Mungu eh, mwenyewe ameagiza kwamba wanadamu wote niliowaumba, wanadamu wote ambao mimi ni Mungu wao, ni lazima watasherekea na miongoni mwa sherehe hizo ambazo Mungu alizitaja mojawapo ni hii sherehe ya makambi au tunaita sikukuu ya vibanda. Kwa hiyo tofauti yake ni kwamba zile sherehe nyingine ni mtu tu anaweza akazi akazitafutia hata wakati hata tarehe, lakini hii ni sherehe ambayo ina, ina msukumo nyuma yake, Mungu anaitambua. Kwa hiyo ni sherehe ya Mungu mwenyewe ambayo ameipatia jamii ya wanadamu washerekee. Kwa hiyo bila shaka itakuwa nzuri kuliko zile nyingine. Nimewahi eh, ni kuhudhuria baadhi ya, ya sherehe. Sawa. Kuna sawa, vitu huo vinapatikana kwenye sherehe, kuna sawa, chakula sawa, kuna keki, kuna nyimbo za kucheza kwenye sawa. Hii sherehe ya agizo la Mungu ni vitu gani vinapatikana ndani yake? Ah, sherehe hii kwa sababu ni agizo la Mungu, kwa hiyo hata ufanyikaji wake unafanyika sasa na Mungu vile anataka. Kwa hiyo viko vitu kadhaa ambavyo vinapatikana kwenye sherehe. Ndio. Jambo la kwanza katika sherehe hii kunakuwa kuna neno kuna la uzima. Ndiyo. E, watu wanapata ma nafasi ya kukaa miguuni pa Mungu kujifunza mapenzi ya Mungu. Ndiyo sababu Mungu alisema njoeni, tukae pamoja, ili ni tuzungumze, mfahamu vile ambavyo mnatakiwa kuenenda katika maisha ya dunia hii. Kwa hiyo Mungu anatuleta mahali kwa siku nane. Na Jumamosi hadi Jumamosi siku nane tukiwa miguuni pa Mungu tukipata kujilisha. Kwa hiyo Uh, kitu kinachopatikana cha kwanza kwenye sherehe hii kwa kweli ni neno la uzima ama neno la Mungu ambapo maandiko yatafunuliwa, e, vitabu vitasomwa, nini Mungu anataka tufanye, nini Mungu anataka tutembee tu, tu, nacho katika siku zinazofuata, ili tuendelee kuwa wazima, tuendelee kuwa hai, tuendelee kuwa na afya, ni lazima tusikilize maelezo ya yule aliye tuumba na si mwingine, ni Mungu. Lakini jambo la pili, tunachokipata katika sherehe hizi ni nyimbo Tunapata baraka sana sana kupitia nyimbo, tunapata neno, lakini pia kuna vikundi mbalimbali mbali, kwaya mbalimbali mbali, ambazo zimejiandaa vizuri sana. Unatamani kuwa mahali pale kila wakati. Kwaya Mungu amezibariki, wa waimbaji wana sauti nzuri, wana karama nzuri wamepewa. Kwa hiyo katika sherehe hizi pia tunapata e, e, ile ile ladha ya, ya kusikiliza nyimbo ambazo pia zinatusogeza karibu na Mungu. Lakini katika sherehe hizi pia bado kuna e, kuna chakula cha kimwili pia. Uh, utakuja kuona baadaye nafikiri, lakini tunaona kwamba katika sherehe hizi tunapata chakula cha kimwili, kwa sababu katika sherehe hizi, maana tuko hapo juma zima, kwa hiyo pia tunapata muda mwingine ambapo tunashiriki chakula pamoja, na chakula chakula pamoja, <tukula> pamoja, <tukula> pamoja ni kizuri <tukula> <tukula> ni tofauti na kile umejifungia peke yako, kwa hiyo eh, ndio maana inaitwa sherehe ina, ina, ina, ina shamra shamra za kutosha, lakini pia kitu kingine katika sherehe hizi pia tunakuwa na program ya kumshukuru Mungu <tukula> <tukula> sadaka tutapata <tukula> neno <tukula> <tukula> <tukula> tutasikiliza nyimbo lakini tutakula chakula cha kimwili, lakini tutamwambia Mungu asante sana maana umetufanikisha kuingia katika sherehe hii. Kwa kweli tumeona baraka zako, naam. Tutanyosha mikono yetu kumshukuru Mungu kwa kidogo ambacho Bwana ametupatia, naam, si kidogo, lakini ni kile ambacho Bwana ametupatia katika mwaka mzima. Kwa hiyo tunakuwa na upande wa sadaka, matoleo Asante sana, pasta, kwa sasa, kwa mwaka huu 2025 moto mkuu ni nini katika mwaka huu? Ah, uh, asante uh, katika miaka hii mitano yote tangu mwaka 2020 mpaka 25 hmm <laughs> tumekuwa na moto mkuu unaoanza na neno nitakwenda nita, kwa hiyo okay, huko baadaye e, yanaweza yakabadilika lakini tangu ishirini tunaita kipindi cha miaka mitano kanisa letu limekuwa na kauli mbiu mama ya nitakwenda Eh, nitakwenda sasa, nitakwenda lakini mwaka fulani nitakwenda na familia yangu, nakumbuka ilikuwa hiyo, mm -hmm. Eh, nitakwenda, nitakwenda, sitaogopa chochote, nitakwenda na Yesu. Lakini mwaka huu kauli mbiu ambayo tutatembea nayo, na tunasema nitakwenda nikimtumaini Yesu, hiyo ndio kauli mbiu na imejengwa nikimtumaini Yesu, yaani kwenda kwangu mwaka huu no. kwenda kwangu mwaka huu ninamtumaini Yesu hiyo ndio kauli mbiu ambayo mm, tutatembea nayo na kwa kweli tunahisi kabisa na tunaona itatubariki sana. Okay. Ina, inaweze, inaonekana ina siri kubwa ndani yake, unaweza ukafunulia kidogo? E, ni kweli, ni kweli ina siri kubwa mm, kwa sababu tunaposema nitakwenda ni, ni kimtumaini. Mm, e, katika dunia hii Mungu anapomwumba mwanadamu e, anamwekea kuna vitu ambavyo anaviweka ndani yake. Mwanadamu anapozaliwa kuna vitu ambavyo Mungu aliviweka ndani yake viwili yaani mwanadamu yoyote mtoto anapozaliwa anakuwa na vitu viwili ndani yake. Kitu cha kwanza anakuwa na hamu ya kufanya ibada, hiyo Mungu ameiweka. Mwanadamu yoyote lazima awe na hamu ya kufanya ibada, lakini kitu cha pili ni uhuru wa kuchagua, uhuru wa maamuzi. Kwa nini tunafanya ibada? Tunafanya ibada kwa sababu sisi tunagundua peke yetu kuna vitu hatuviwezi, ni lazima tuwe na nguvu ya ziada inayotuwezesha, ili kuyaweza yale mengine na hiyo nguvu ndio ibada inakuja, kwamba kwa sababu kuna nguvu zaidi yangu mimi, hiyo nguvu lazima niiabudu. Ndio sababu mwanadamu yoyote lazima aabudu. Usipoabudu Mungu wa kweli, utaabudu kitu kingine chochote, kwa sababu wewe peke yako huwezi kufanya jambo, kuna nguvu unayohitaji. Na sasa kama haitakuwa Mungu wa kweli, utajikuta unaabudu kitu kingine chochote, maana hiyo hamu tunayo. Sasa, kwa sababu Mungu ndiye ambaye tunatakiwa tumuabudu. E, Mungu ndio aliruhusu tukakaa katika dunia hii na kwa hiyo akatupatia ibada na tunaweza kufanya ibada. Kwa hiyo tunapokuja katika mtazamo mzima wa makambi sasa ndipo e, tunakuja kugundua kwamba nitakwenda nikimtumaini yeye. Maana yake ni nini? Sina kingine chochote cha kutumaini. Sina kingine chochote cha kuabudu. Sina nguvu nyingine yoyote isipokuwa yeye ndio sababu utaona e, kanisa bado limeona ni vyema tutembee katika fungu mama, fungu kiongozi ambayo litatuongoza katika makambi haya. Nilikuwa nakuja <laughs> <laughs> basi ngoja mimi niende moja kwa moja e, utaona tunatembea katika fungu mama e, la Zaburi sura ya sitini na mbili na mstari ule wa nane mm -hmm, ambayo inasema kwamba tumtumaini yeye peke yake mm -hmm na si tu kumtumaini, lakini anasema tutamimina. Tafsiri nyingine anazipenda zinasema tutamimina moyo wetu mbele zake, kuonyesha kwamba hatuna tegemeo lingine. Tutamimina mioyo yetu mbele yake. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni kimbilio letu. Zaburi 62:8 anaeleza vizuri sana. Tutamtumaini yeye. Kwa nini? tutafanya nini? Tutamimina mioyo yetu mbele zake. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni kimbilio letu. Kwa hiyo kauli mbiu hii inataka kutuambia kwamba hatuna tumaini jingine lolote isipokuwa ni Mungu na Mungu peke yake. Mtazamaji huyu anaitwa Mchungaji Nikolausi na ameendelea kutoa ufafanuzi kuhusu sikukuu za vibanda. Na huenda mchungaji, mtazamaji akawa na swali, anataka kufahamu zaidi chimbuko la hiki, tulitokea wapi na Biblia imefafanuaje na kufunuaje? <laughs> kwa ufupi kwa. Oh, asante sana kwa, kama tulivyoanza kwamba hii ni sherehe ya Mungu. Hmm. Hmm, ni sherehe lakini, na agizo la Mungu ndani yake hmm. Uh, wana wa Israeli wakiwa wanatoka Misri wanakwenda wanakwenda katika nchi ya ahadi wanakwenda Kanani, nchi ya ahadi. Hapo katikati, walikuwa wanalazimika kuwa na vituo vingi njiani, lakini Mungu akaona itapendeza na inapendeza kwa sababu ni sherehe, ni sherehe sherehe, nimwambia ni, ni, ni agizo lake. Akawaagiza kwamba e, siku fulani katika mwaka uzuri, kwa sababu wale walikuwa pamoja wote, ndio sababu akamwambia, kila mwezi wa saba utakapokuwa unaingia mwezi wa saba E, siku ile ya, ya, ya, ya, kuanzia siku ya kumi na tano ya mwezi wa saba yeah. siku ya kumi na tano mtafanya sherehe kwa muda wa juma zima, almost siku nane na mm. Jumamosi mpaka jumamosi tena, anawaambia na unapata wapi? unaposoma katika kitabu cha mambo ya Walawi, Walawi, mambo ya Walawi, mambo ya, Walawi. Mambo ya, Walawi. E, mambo ya Walawi ni kitabu cha tatu kuchukua mm. Biblia yako mm. e, kitabu cha kwanza ni Mwanzo mm. cha pili ni Kutoka cha, cha tatu ni mambo ya Walawi Mambo ya Walawi sura ishirini na tatu yote ukisoma, hmm. utagundua ziko sherehe saba ambazo Mungu alimpatia mwanadamu hmm. na akawaambia sherehe hizi ni za muhimu sana katika maisha yenu. Kuna sherehe ya kwanza, sherehe ya pili, sherehe ya tatu, sherehe ya nne, sherehe ya tano, sherehe ya sita ambayo ilikuwa ni siku ya upatanisho, na ikimalizika siku ya upatanisho sherehe iliyokuwa inafuata, watu wanashangilia, ndio ilikuwa ya mwisho. Watu wanashangilia kwamba Mungu amewasaidia amewavusha mwaka mwingine, ilikuwa ni sherehe ya, ya, ya makambi. Kwa hiyo tangu kwenye Biblia, lakini hata pia kitabu cha Hesabu sura ya 16, mm, kitabu cha Hesabu sura ya 16 ndicho tu kitabu kinafuata baada ya mambo ya Walawi. Utaiona pia sura ya 16 kuanzia fungu la 13, sura yote unaweza kusoma, lakini kuanzia fungu la 13 kuendelea utaona sherehe ya makambi ikiadhimishwa. Kwa hiyo ni, ni sherehe ya kibiblia E, ni sherehe ya Biblia na chimbuko, chimbuko lake ni kwenye Biblia sababu, kwa sababu Mungu alitaka watu tangu mianzo yao washerekee sherehe. Aise na mimi nimepata vingi pastor. Mwanadamu ananufaika vipi na hii sherehe? Muumini au na ambaye sio muumini tunapokuwa tunaelekea mwishoni kabisa. Ah, aise faida, <laughs> faida ni nyingi sana. Mama, faida ni nyingi sana sana. Karibu sana sana, hata chaji. Ah, faida ya kwanza ni kukaa miguni pa Mungu. E, na hiyo ndio kubwa zaidi, mm. Kwamba Mungu anasema baada ya mwaka mzima na ukumbuke, mm. Nimesema sherehe hii ni, ni, ni tunapindua mwaka, tuna, tunafunga mwaka, tunapindua mwaka. Mm. Wakati duniani wanasherekea mwaka mpya, sisi tuna mwaka mpya kwenye sherehe za vibanda, kwamba tuna Mungu, tunakushukuru kwa uliofanya mwaka jana, mm. Sasa tusaidie na mwaka huu tutembee tena. Kwa hiyo ni ni kipindi cha mpito, ni kipindi cha kutoka kwenye mwaka uliopita, tunaanza mwaka mwingine. Kwa hiyo sherehe hizi, kitu cha kwanza ambayo ni faida ya kwanza kabisa ni kukaa Miguuni pa Mungu, tunapokaa hizi siku saba zote tunajifunza, hatutabaki kama wale tuliokuja, mm -hmm. E, jinsi wakati tunaanza tulivyokuja mm -hmm. sivyo tutakavyoondoka. Kwa hivyo tutakuwa na wakati mzuri wa kukaa pamoja wa kumshukuru Mungu pamoja, lakini jambo la pili e, ambalo pia ni faida kubwa sana, na naomba wewe unayenisikiliza na wote ambao mtapata nafasi kutazama e, e, jambo hili hapa, ndipo mahali Mungu amepachagua pa kutubariki Naomba nirudie hapa ndipo mahali Mungu ametuchagua kutubariki. kutubariki kwa nini? kwa hmm sababu anasema sherehe hizi za makambi watu wote watakwenda kwenye makambi. hmm. Naam, haitoshi hata wageni, hata wageni, hata wageni. Kwa hiyo sherehe hizi za makambi sio tu za Waadventista wa Sabato, sherehe hizi za makambi ni hata ni wanadamu wote wanatakiwa kuhudhuria hmm lakini Bwana ametuchagua Sabato tuwe waandaaji wa hizo sherehe. Sisi ni waandaaji eh, sisi ni waandaaji. Okay. Basi, pasta ni kushukuru na mtazamaji pia nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kufuatilia. Basi tunakukaribisha kwa moyo wa dhati katika sikukuu za vibanda. Tumeona kuna faida kubwa na hazibagui binadamu yoyote, na hii ni Segerea Adventist Media. Ulikuwa naye mchungaji akikupatia machache kuhusiana na sikukuu za vibanda na si mwingine ni mchungaji Nikolausi Pio. Mungu wa kubariki pasta. Sana sana nashukuru sana sana. Mungu wa kubariki pia. Karibu kwa. Amen. Tuombe, Mungu wetu mwema, tunalitukuza jina lako sana, asante kwa sababu tuna ulitupatia sherehe za makambi, mahali ambapo tutakaa kama ndugu, lakini mahali ambapo tutakaa tukae tuzungumze na wewe ili utubariki, mahali ambapo Bwana umepitisha baraka ili tuwabariki watu wengine. Hata makambi ya mwaka huu Bwana ninakusika yafanye awe baraka tusaidie lakini, zaidi sana tuandae kwa kambi la mbinguni, maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu, amina. Amen.